Naam, niwakaribisheni nyote kwenye ukurasa wetu wa Irakiza Nelson kwenye Facebook, mweze kufollow pia, kwenye chano yetu ya YouTube mweze kusubscribe, kulike na kucomment. Studio studioni hapa kwenye studio za Irakiza Nelson, mpo nami Michael, kwenye taarifa ambazo takazowaletea ni pamoja na magari mawili yaliyokuwa yamebeba wanajeshi wa Twirwaneho RDF M23 AFC kule Minembwe yameweza kuangukia mikononi mwa wazalendo, na wote wakawa wametekwa mateka na hakutoka yeyote Sasa hivi wako mikononi mwa wazalendo. Ni taarifa ambazo tutawaletea yenye video kwa mida ya baadaye. Kamanyola, mambo ni fire fire. Usikose kuwa pamoja nasi mchana kwenye taarifa.